Kwa majina naitwa Happiness Ezekiel Mollel, afisa ya muuguzi, Muhimbili Mloganzila, kitengo cha ushauri nasaha na matunzo. Ya leo ningependa kuelezea kuhusu ha, hali ya mwenza mwenye virusi vya ukimwi na ambaye hana virusi vya ukimwi mambo muhimu ya kuzingatia mambo muhimu ya kuzingatia kwa mtu mwenye virusi vya ukimwi na mwenza ambaye hana virusi vya ukimwi wanaishi pamoja. Cha kwanza ni mwenye virusi vya ukimwi aligundulika kumeza dawa kwa ufasihi, ufanisi mkubwa sana lengo ni kufubaza ule wingi wa virusi upungue, iwe changamoto ya kumwambukiza mwenzi wake inapungua kiasi kubwa sana kingine ni matumizi sahihi ya kondom kwa wakati virusi vinavyokuwa viko vingi kwenye damu. Kingine ni mwenza ambaye ana virusi vya ukimwi tunampatia elimu sahihi, ili aweze kutumia dawa zinaitwa prep kwa ajili ya kumkinga wakati mwenzi wake ana virusi vya ukimwi na hii ni study ambayo imefanyika, ina hakika kabisa kwamba changamoto ya HIV virusi vikifubaa kabisa kwenye damu, unaweza kumkinga mwenzako asipate maambukizi, hata mama mjamzito kwenda kwa mtoto inakuwa ni asilimia 99 au 98 lakini ningependa pia kushauri kushauri kwamba kuna kesi zinakuja nyingi kwamba wenza mmoja kwa na virusi vya ukimwi, mwingine hata kama vimefubaa ukimuelimisha, anasema kwamba hawezi kuwa naye kutokana na hofu. Lakini na nawatoa na toa hofu sasa kwamba dawa za virusi vya ukimwi vinasaidia kufubaza na vikifubaa vizuri, huwezi kumwambukiza mwenzako kwa asilimia 98. Lakini zaidi ya yote ukiambiwa, umepata virusi vya ukimwi vimepungua, vime kwenye damu usiache dawa zako, na huyo mwenza mwenye virusi vya ukimwi ndio mlinzi wa mwenzake kumeza dawa kwa ufanisi asilimia mia moja. Kliniki yetu ipatikana ghorofa ya kwanza saa mbili kamili mpaka saa tisa mchana Jumatatu mpaka Ijumaa.